O, kama mnavyo fahamu mkoa huu wa Mtwara upo katika kanda moja ya mikoa mitatu hii ya Mtwara, Lindi na Ruvuma, na leo tuko hapa e, wilayani Ruangwa e, katika mkoa huu wa Lindi. Nimealikwa nami kuja kuwa shuhuda, lakini kuja kujionea makubwa yanayofanyika nchini Tanzania chini ya utawala e, na uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo pamoja na mazuri yote yanayofanyika katika sekta zote, tumekuja tumejikita moja kwa moja katika sekta ya madini ambapo mkoa wa Lindi umeandaa maonyesho haya ya madini katika mkoa huu ambapo ni mara ya pili kwa maana ya mwaka wa pili mfululizo kuanzia ile iliyofanyika mwaka jana, wanaita Lindi Mining Expo 2025. Nilipofika hapa tuote tumeshuhudia, nimetembelea mabanda mbalimbali ya maonyesho ya madini lakini na huduma zingine mbalimbali zinazotolewa ambazo zina muunganiko moja kwa moja na sekta hiyo ya madini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 Maonesho haya yamekuwa na faida ya kuongeza uelewa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 hapa Lindi na tunasema leo tupo Ruangwa Lindi, Tanzania iko hapa na tunasema dunia iko hapa. Njoo uwekeze Lindi, njoo uone makubwa, njoo uweze kuona fursa za kutumia katika mkoa wetu wa Lindi. Tunawashukuru sana wanahabari, endelea, kwa namna ambavyo mnavyoendelea kutangaza kuhabarisha umma ya nini rasilimali kubwa zilizopo katika mkoa wetu wa Lindi. Tunatakieni kila lilo jema, endeleni kwa kutangaza utajiri wa nchi yetu, endeleni kutangaza mazuri na yaliyopo mkoa wa Lindi na watu waje wawekeze hapa, kwa sababu sababu tunayo usalama ni mkubwa na fursa ipo. Asanteni sana.